atakapokuwa ni mwenye kutenda dhambi kumkosea Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfar na akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Yaqulu llah limalaikatihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuelezea na kuambia malaika wake, undhuruu ila abdi Hebu tizameni mja wangu mimi. Undhuru, mtizameni huyo mja wangu ambaye kwamba ananikosea na ananiomba mimi msamaha. Adhnaba dhanban, anasema Mwenyezi Mungu, mtizameni huyo. Adhnaba dhanban, ametenda madhambi fa'alima basi akajua pindi ambapo kwamba amipot, alipotenda madha, hayo madhambi. Anna lahu rabban, kwamba yuko na Mola ambaye kwamba yaghfiru dhunub, yuko na Mola ambaye kwamba anaye samehe madhambi. Kisha anasema wa yaakhudhu bidhambi, na pia anakuwa ni mwenye kuichukua ile dhambi, ana uwezo wa kuchukua ile dhambi na kubadilisha na kuwa kitu kingine. Kisha anaendelea Mwenyezi Mungu anasema, anaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam afwan akisema ashhidu, shuhudieni anni kwamba mimi kad ghafartu lah, tayari mimi nishamsamehea huyo mjambe kwamba ameniomba mimi msamaha. Ya kwanza kabisa katika hadithi hii E, tunafaidika na nini? Mmoja maulamai katika kusherehesha hadithi hii anasema kwamba Allahu Taala, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yurid, anataka liabdihi, ya kwamba anataka kutoka kwa mja wake, anataka kutoka kwa huyu mja ambaye kwamba aliyemsamehea alusul kufika ila maqami almarifa kufika katika daraja ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya kumjua Allah ndiye ambaye kwamba anayepea, na kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba anayechukua. Kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithul Quds anasema khalaqtul khalqa, ni muumba viumbe, likay urafu, ili hawa viumbe wawe ni wenye kunifahamu mimi, kwamba mimi ndiye Mungu wao, wawe ni wenye kunifahamu kwamba mimi ndiye Ghafurun, ndiye mwenye kusamehea na ndiye Rahim, na ndiye mwenye kuhurumia. Lakini tukiendelea katika uchambuzi ni kwamba kuna sababu nyingi tu zingine ambazo kwamba tumepatiwa ya kusamehewa madhambi. Tumepatiwa njia nyingine ndugu yangu Muislam ya kusamehewa madhambi, si zile njia ambayo kwamba eh, si njia ya istighfar peke yake, bali kuna njia nyingine ya kusamehewa madhambi. Ya kwanza ni kwamba ambayo kwamba ni muhimu sana, an yastashira al'abd ni kwamba mja awe na hisia anna llaha ya kwamba huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muttaliun alayhi, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala ni mwenye kujua kila kitu ambacho kwamba huyu mja anachofanya. Fa innahu hakika vile ilivyo bihadha shuhur, kwa hisia hii kutoka kwa huyu mja, yani huyu mja atakapohisi kwamba Mwenyezi Mungu anajua ni yapi ambayo kwamba mimi nafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu ambacho kwamba mimi ninachofanya, ndo anasema fa innahu bi hadha shuur, kwa hisia hii, saufa yaghfiru llahu lahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tamsamehe. Wa wain lam yastaghfir, hata kama hajamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msama, yani ile tu kwamba kukiri kwamba mimi najua Mwenyezi Mungu anafahamu ni yapi ambayo kwamba mimi ninakuwa ni mwenye kuyafanya. Maana atakapofahamu basi itamfikisha katika daraja nyingine kwamba kama ninafahamu ni yapi ambayo kwamba e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anayafahamu kwangu mimi, basi atakuwa ni mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu na akimuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa ni mwenye kumti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atakapomti Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa daraja, mpaka afikie daraja ambayo kwamba anasema mimi ninamfahamu Allah na ninamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya ambayo kwamba tumesema saizi, imepokelewa kutoka kwa Imam Jaafar Sadiq, anasema kwamba man adhnaba dhanban, yule ambaye kwamba atakayefanya dhambi atakayetenda dhambi faalima na akajua kwamba anna llaha, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mutali'un, ni mwenye kutambua na ni mwenye kujua kila kitu ambacho kwamba huyu mja anachofanya. Mutali'un alayhi, ni mwenye kuyajua Mwenyezi Mungu, ni mwenye kufahamu na kujua kila kitu ambacho kwamba huyu mja anayatenda. Anasema kwamba eh, Inna Allah mutaliun alayhi inshaa adhabahu, ikiwa ataweza basi atamwadhibu. Wa in inshaa ghafara la, na ikiwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atataka tamsamehe basi, anasema ikiwa atafanya hivyo Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumsamehea. Wa in lam yastaghfir, hata kama hatakuwa ni mwenye kumuomba kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala msamaha. Nukta nyingine ambayo kwamba inakuwa uh, ni yenye au mja anafikia katika e, kiwango cha kusamehewa msamaha, ni as-salawatul khams, ni swala tano na mfano hiyo. Sasa Amirul Mu'minin alaihi afdalus salati was salam, Imam Ali ibn Abi Talib ameweza kufananisha swala na mto akisema kwamba washabaha Amirul Mu'minin na Imam Ali akaifananisha swala tano, binaharin na mto, yaghtasalu fihi au yaghtasilu fihi alinsanu, mwanadamu anakoga kwa mtu huo, mara ngapi? Mara tano. Fala yabqa alayhi dar basi au darin basi, haibaki kwa huyu mwanadamu uchafu wowote ule, yani mwanadamu atakapo enda mara tano yani, mtoni kila mara anakuwa ni mwenye kukoga kwa, kwa, kwa mto ule mara tano kwa siku, hata kuwa ni mwenye kubaki na uchafu wote. Ndio Amirul muminin alayhi salaam anafananisha mto na swala tano kwa hivyo, swala tano ni miongoni mwa e, vitu ambavyo kwamba pia vinamsafisha vina mwanadamu kutokamana na madhambi ama ya mwisho ambayo kwamba tutakuwa nenye kutaja katika kikao hiki ambacho kwamba pia kinakuwa ni chenye kumsaidia mwanadamu kufuta madhambi zake, lao mwanadamu atakapo atakapo, e, vitenda ni sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa pia inakuwa nenye katika riwaya, imepokewa riwaya nyingi sana ya kuwa sala ya Ijumaa inakuwa nenye kumhifadhi mtu katika siku hizi saba, mpaka katika Ijumaa ambayo kwamba inakuwa nenye